Katika kuelekea uh, kufunga mwaka wa 2025 na kukaribisha mwaka 2026 Wizara ya Maliasili na Utalii kupitia Bodi ya Utalii Tanzania imewaletea tamasha kubwa, tamasha tunasema la kufunga mwaka na TAWA. Tamasha hili linaanza kuanzia leo siku ya Jumamosi tarehe 20 Disemba na tunatazamia litakwisha tarehe tano Januari 2026. Tamasha hili linalenga kwanza kuwahamasisha Watanzania kuweza kutembelea vivutio vya utalii vilivyopo nchini. Sisi kwa namna moja au nyingine, namna ya kipekee, tumeona tutumie fursa hii kuwa kuwakutanisha wakazi wa mkoa wa Dar es Salaam kukutana katika viwanja hivi kwa ajili ya kuweza kuona shughuli mbali mbalimbali zinazofanywa na taasisi hii ya TAWA. Mojawapo ya mambo ambayo Watanzania wakifika katika eneo hili la viwanja vya Sabasaba, uh, litakalofanyika ni kutakuwa na maonyesho ya wanyamapori. This time around tuna wanyamapori wengi zaidi tofauti na wale ambao wananchi wamewazoea. Kipekee zaidi tunaye mnyama tembo eh, tunaye mnyama tembo ambaye sasa ameingia katikati la jiji la Dar es Salaam. Tutakuwa na tembo wawili. Tembo mmoja anaitwa Misungwi, lakini tembo mwingine anaitwa Marry. Marry ni tembo jike, Misungwi ni tembo dume hili jina Marry lilitokana na aliyekuwa naibu waziri wa maliasili, Marry Masanja, na Misungwi pia aliyekuwa kamishna wa TAWA ambao kwa sasa ni mstaafu. Tembo bwana ni wanyama ambao wanafundishika, wanalea kama watoto, hawana shida na binadamu, wanakaa vizuri na watu, vile wewe mwenyewe unavyowapenda. Na kwa, kwa ujumla pia hatuwashauri jamii kuwaogopa, hasa wanavyokuta watoto kama hao. Unaweza ukawachukua ukatoa taarifa kwenye kituo cha, cha maliasili sehemu husika, wakaja pale wakatoa ushirikiano. Tukimzungumzia Misungwi, ni moja ya mnyama mtaratibu mzuri ambaye ni msikivu, ukimwita anakuja, ukimwambia fanya hivi anaelewa. Vilevile naye vile na Marry na, na pia ni hivyo hivyo, ukiwaita wote wanakuja kwa kukusikiliza kuku